Hello my love, my people, my family. Kadala timu mpopoa mnaendeleaje wapendwa? Ninayewapenda sana, and I believe you love me too. Kama mnavyoona niko na mboga mboga za Chinese asubuhi subuhi hii Amenikimbia, ametoka nje. Makubwa wawili wamenikimbia, wametoka nje. Unaona, wameanza wenyewe kula mle mle kwenye ndoo <laughs> kabla hata sijawapatia kazi. Sasa hapa we kazi kweli kweli, kama ambavyo mnawaona wanaendelea vizuri sana na nimesema mboga mboga ni nzuri sana kwa kuku, zinaongeza vitamini. He, wanatoka nje hawa, wametoka kwa bahati mbaya. Wako wawili tu, nisaidieni jamani wako wawili tu, hata wenyewe tunaweza tukawaingiza bwana, hamna haja ya kupigizana makelele. Halo halo, mnaona eh, wameanza kula mboga kabla hata sijawawekea wekea, wameona wale umo umo kwenye nani, kwenye ndoo. Nimesema mboga mboga ni muhimu sana, zinaongeza vitamini, zinaongeza nisaidie basi kumswaga huyo, ni very rich in vitamins. Kwa hiyo kishingo katoka nje kabisa, ni muhimu sana wamenizidi, akili yao. Haya, mi nawaachia kwenye hiyo ndoo watoe wenyewe, wanatoa mboga wenyewe, wanaanza kujilialia huko, na mimi ku nataka niwawekee tu hapo chini lakini wanaendelea vizuri, wanaendelea vizuri sana. Nilikuwa nataka niwaonyeshe mchunga, mchunga ule pale. Naomba msada wa kuning'olea ile mboga ile pale kwenye mnazi, niwaonyeshe wapenzi wangu hapa, kama wanakutana nayo, wajue ni dawa nzuri sana. Hii ni dawa, alafu tena, yani ni tiba kabisa ya coccidiosis. Alafu tena ni ni ni, ni, ni, ni mboga mboga nzuri sana na vitamin. Hayo majani yenye majani marefu marefu, yote ning'olea, ning'oleayo kwa hiyo nataka niwaonyeshe. Inawezekana wengine huwa mnayaona alafu hamjui kwamba hiyo ni, ni dawa nzuri sana kwa kuku, sungura, simblisi wanakula sana sana sana na wanastawi kweli kweli. Niliona imeota machache nikawa nimeahifadhi, nikasema nikipata nafasi nitakuja niwaonyeshe, ndugu zangu. Kuna wengine hawajui, na upia ni mchunga, pia ni mboga kwa binadamu, mboga nzuri sana na mboga ambayo inaheshimiwa sana nataka nikwambie <laughs> kwahiyo nataka nikuonyeshe haya majani popote utakapoyaona na una mifugo chukua wawekee chukua wawekee asante jamani huu ndo mchunga huu nauona huu wengine wanaita sunga wengine wanaita mchunga wengine wanaita mchungachunga kila watu ana jina lao. Kwa hiyo nimekuja kukuonyesha u, ukikutana nao shambani, kwenye eneo lako, ukikutana nayo mengi, beba mengi, wawekee. Ukiwa nayo mengi haya, unaweza kabisa usiwape chakula kabisa, intake nzima. Yani kwa mfano asubuhi hivi, si tunawapatia chakula, ukiwa nayo mengi haya haya, unaweza ukawapatia haya tu na wasile chakula kingine chochote mpaka mpaka muda mwingine wa chakula. Kwa hiyo ni ni, ni ni ni majani majani ambayo ni very very expensive, majani ambayo yana thamani sana sawa, ndugu zangu. So huu ndo mchunga. We ukague tu vizuri, uangalie vizuri, ngoja ni ugeuze hivi, unaona eh? unauona huu, ameingia ni mzuri sana ni mzuri sana. Kwa hiyo ngoja nifunge sasa, nisicheze tena blanda hapa. Kwa hiyo sasa ni wewe tu, hauwezi kukosa majani yote na mgomba, unaukatakata vipande vipande, mgomba unaukatakata vipande vipande Unawawekea, unaweza hata ukawachanganyia kwenye chakula, au ukawapa wenyewe tu vipande tu, ukajaza kwenye vyombo vyao vya chakula, wakala wakamaliza, yaani ni, inakuwa ni msosi kabisa. Lile gome la mgomba lile na yale mamizizi yale unayachalanga chalanga, wanapata mlo kamili kabisa. Unawanyunyizia na kachumvi kidogo, unawanyunyizia na kachumvi kidogo Alafu unawapatia wanakula kweli, lakini ukiwapa magome wanadonoa donoa tu kimtindo, hawali vizuri. Sasa hiyo shughuli ya kukatakata nayo nayo ni pevu, inahitaji muda, sio mchezo. Lakini kwa wale ambao wamebahatika kupata mashine ni rahisi sana, unaikatakata tu kwa mashine mara moja, unakuwa ume, umepata chakula chako cha maana kabisa. so nilikuja tu kuwaonyesha huu mchunga na muone umuhimu wa mboga mboga kwa kuku wako. Ni muhimu mno, muhimu mno. Wakishafika rika kama hii miezi miwili hapo, wanaanza mwezi wa tatu sasa hivi. Wakishafika miezi miwili wengine wanaanza kuwapa, wakitimiza mwezi yote sawa tu, lakini wakishafika umri kama huu ni muhimu sana kuwapa majani. Usijikite tu kwenye mapumba sijui nini, a a wape na majani, ana kazi kubwa sana mwilini mwao. Sawa ndugu zanguni, mimi nawapenda sana. Kuna maswali mengine siwezi kujibu kwenye comment, yanahitaji ufafanuzi, kwa hiyo lazima tuongee kwenye simu. So ukiona sijajibu swali lako, sijakudharau, nimekuthamini tu sana, ni kwamba siwezi kujibu kwenye comment session swali, kwa sababu unaweza ukauliza swali lakini nahitaji nikuulize maswali kadhaa kutokana na swali lako ili unipe maelezo ili niweze kujua shida hapo ni nini, au tunasaidianaje? Tunaelewana. Wapenzi wamekimbilia huko wote, wamenikimbia mimi hapa, wameniachia nafasi yote hii, lakini haina shida, watakula tu. So mimi nimepata haya majani machache tu hapa kwenye eneo langu na nita, nita nani? nitawawekea hapa ili kwamba wajekula na watakula, watamaliza. Sawa, ndugu zanguni, wakifika umri huu kuku ni rahisi sana kuendelea nao. Cha msingi DCP, DCP my idea, DCP, usisahau hapa. Ndo wanadonoanaga hapa vibaya mno hapa, wanadonoana mpaka kero, yani. Kwa hiyo kuwa makini sana. Na usisahau, inawekeni mboga mboga. Nipoke na ndoo yangu. Haya, kwendeni. Unaona eh? Kwa hiyo disipini ni muhimu sana katika hii level, ili kwamba usiweze kupoteza kuku kwa namna yote ile ya uzembe, kwa sababu katika level hii ukipoteza kuku, mimi huwa nahesabu hesabu tu ni uzembe. Ya na hesabu ni uzembe, lazima uwe makini na lazima uhakikishe kuku wako wote wanakuwa salama. Umemtetea kutoka kifaranga kwa gharama kubwa sana, usikubali aje akushinde hapa. Hii ni hela hii, hii ni pesa hii, sawa? Hii ni pesa kabisa. Kwa hiyo wewe, kuwa tu makini na mzigo wako, kuwa makini na mfugo wako, wapatie chakula, wapatie majani, mboga mboga, ili kwamba uje ufurahie matunda. Ninaona tu kwa mbali matemba ni mengi kuliko majogoo, na hiyo inanifurahisha sana halafu vishingo vishingo, wengi ni majogoo kuliko matemba, hiyo ina, inanifurahisha sana pia sababu jogoo la kishingo likikua, unaliuza mpaka elfu hamsini. Maana yanakua kweli kwe, kwe, yani <laughs> Ah, jamani mimi nawapenda sana. Mungu awabariki, Mungu awatunze. I love you so much my people, asanteni kwa kuendelea kusubscribe, kushare, kucomment, kulike and all that sawada. Yeah, so I love you so much. Kumbuka tu hatujapoteza wa kifaranga wala hatujapoteza kuku katika bachi hii, na inawezekana wala hii sio ya kwanza, ni kawaida yetu ni kawaida yetu kabisa, yani ni nomo. Kifaranga kikifa, yani lazima maelezo ya to, ya to, ya jitosheleze. But for now, tumesahau tumesahau kabisa masuala ya vifo vya vifaranga wala kuku, na ndio maana tunajitahidi katika level hii tusipoteze kuku, kwa sababu danger zone tulishavuka. Ukiona kuku umempoteza kwenye eneo hili au kwenye wakati kama huu kwenye umri huu, maana yake wewe ni mzembe, sawa Nawapenda sana kwa kuwawekea mboga mboga nyingi, ni chakula cha kutosha. Nataka nikwambie ni unaweza hata usiwaweke chakula. Sawa, ndugu zangu, nawapenda sana. Natafuta na kijana ambaye anaweza akaniambia wapi kuna msunga au mchunga, ili akanichumie mizigo kwa mizigo niwe nawapa majani kwanza. Ukiwapa majani kwa mfululizo majani kila siku, nataka unaona kuku wako wanapendeza, wananawili, wanakuwa vizuri kweli kweli yani. E, unawabadilishia majani tu leo unawapa mpapai kesho unawapa mpera huku zinatibu huku wanakula. Unaona bwana mwena, siku njema wadau, Mungu awabariki na Mungu awatunze sana na mfanikiwe sana kama roho zenu zifanikiwavyo Chao.